Yanga, unaitwa nani na tuambie. Uh, kuelekea mchezo huu unahisi nini? Kwa majina anaitwa Sefu Hamisi, ni mshabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Kama Mwenyezi Mungu atajalia, tupate tuichukue hii ngao ya jamii, isiitwe tena ngao ya jamii. Hii inatakiwa iite ngao ya Young Africans, sawa sawa eh, kwa sababu haiwezekani, haiwezekani misimu minne mfululizo unafungwa. Nimemfunga mara tano mfululizo, ngao kanipa ngapi? Misimu zote Nimeshachoka, sitaki itwe ngao ya jamii tena. Nataka, nataka itwe ngao ya Young, Young Africans. kwa ukikiangalia kikosi chako maingizo mapya kina Dumbia Lasin Koma, Lasinkoma, Duduwasha, Ekua uh, unauonaje? Unaona, mchezo huu, ushindi upo, yaani mchezo um, um, utakuwa mzuri, lakini ushindi wa goli tatu ni lazima. Mchezaji gani hasa katika maingizo mapya haya anayekupa jeuri ya kusema haya washawasha washa. Kuna yule dogo mmoja nanilii mbadala wa wa ucho nani huyu bana, Musa Balakonte, Musa Balakonte, kijana mdogo ana miaka kumi na nne yule, kumi na nne, mapafu ya mbwa yeah. e. Kwa wenyewe waje waje kama wanavyokujaga, ila wajue kabisa kipigo kiko pale pale. Sawa mtani atoki, yani ile ni kama ngoma ya watoto. Sawa, haikeshi, haikeshi. Sawa yeah. na tumemwambiaje Msimu huu sisi tumejipanga kikamilifu. Sawa. Huyu namziba mdomo huyu. Nakwambiaje? Msimu huu tumejipanga kikamilifu. Msimu huu tumeaongee tu aongee. Lakini msimu huu hapa tunamwambia kabisa. Si umeona hata jezi hajanunua, sawa? Jezi hawezi kununua kwa sababu yeye pia hana. Kwa sababu timu yake ana wasiwasi nayo, ana pressure, hajiamini. Amevaa jezi ya msimu ulioisha, sawa? Hajiamini. Sawa, sisi tumenunua jezi hii hapa, umeona? Kwa sababu tunaamini kabisa tunakwenda kufanya vizuri msimu huu. Naenda kushinda yani bila wasiwasi, bila pressure yoyote. Nakwenda kuchukua Ngao ya Jamii msimu huu.